Jirani zetu Tanzania ambapo kwa siku ya pili sasa mfululizo maandamano yameendelea sehemu mbalimbali mbali nchini Tanzania, ili kupinga uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano na serikali yake Rais Samia Suluhu Hassan. Basi niweze kuarifu kuharifu tu kwamba vijana wameonekana kuendeleza maandamano hayo kutoka Dar es Salaam, Dodoma, Singida, Arusha, Mwanza mpaka mpakani na Manga na Sirare wote wakitaka uchaguzi huo kufutiliwa mbali na kuachiliwa huru kwa kinara wa upinzani nchini humo Tundu Lissu ambaye basi aliweza kuzuiwa kuwania ama kugombea. Tayari tume ya uchaguzi nchini humo INEC imeanza kutangaza matokeo ya uchaguzi wa urais na ubunge. Mgombea wa urais kupitia tiketi ya chama tawala cha CCM, Rais Samia Suluhu akiongoza kulingana na kura zilizohesabiwa. Kwenye maandamano hayo polisi wamewatawanya waandamanaji kwa kutumia vitoa wa machozi, wakisema wameanza safari ya kutetea demokrasia ya taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Hata hivyo, wafanyakazi wa serikali ya Marekani wanaoishi nchini Tanzania wameshauriwa kuchukua wa tahadhari mara moja ili kujilinda kufuatia ghasia na maandamano nchini humo. Kwenye taarifa ya ubalozi huu uliotolewa siku ya uchaguzi tarehe ishirini na tisa Oktoba, serikali ya Tanzania kupitia msemaji wake wa serikali Gerson Msigwa imewataka watumishi wa umma nchini humo na wafanyakazi wa kibinafsi kufanyia kazi nyumbani mpaka pale ambapo hali sawa itarejeshwa. Mtazamaji ni kujuzui kwamba wabunge wa Ulaya wamesema uchaguzi wa Tanzania au kuwa huru na haki huku ikihimiza nchi ya Afrika Mashariki kuhakikisha inasimamia vyema demokrasia na haki za kibinadamu. Wabunge hao i, wamesema kwamba idadi waliojitokeza wakati wa uchaguzi wa Jumatano Oktoba 29 ilikuwa ndogo na machafuko yalizuka baadaye ya mchana wakati waandamanaji walipoanza kuchoma moto basi kituo cha polisi mafuta na kushambulia vitu vingine pamoja na kuharibu vituo vya kupigia kura pamoja na mali za umma. Hata hivyo, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema katika taarifa kwamba vurugu hizo, watu wawili wameuawa, yakiwemo raia wa kawaida na afisa mmoja wa polisi huku habari zaidi zikiarifu kuwa huenda jumla ya watu ishirini wanashukiwa kuuawa kutokana na maandamano hayo yaliyoanza siku ya uchaguzi.